Wanasema kwamba aliyekuwa na naibu rais Bwana Rigathi Gachagua na chama chake cha DCP huenda itabidi warudi kwa drawing board, na hii ni baada ya chama cha Jubilee ambaye inaongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuweza kujitokeza na kuweza kuangazia mambo ya uchaguzi wa 2027 katika maeneo ya Mlima Kenya. Na kulingana na gazeti hilo, wanasema kwamba Uh, aspirant ambao wangependa kuania nafasi mbalimbali ni kama tayari wanakimbilia chama cha Jubilee badala ya DCP. Hiyo ni kulingana na vile imechapishwa kwenye gazeti hili la The Star. Na DCP hapo awali wamekuwa mstari wa mbele na imekuwa ikionekana kwamba ni chama ambacho kitapata uungwaji mkubwa sana katika maeneo ya Mlima pale. Lakini baada ya Jubilee kuweza kujitokeza basi inasemekana kwamba huenda uh, labda hawatapata ama hawata Uh, wale aspirants ambao huenda labda wakapata ushindi pale kwa sababu wengi wao wanakimbilia chama cha Jubilee. Hiyo ni kulingana na vile imeangazwa kwenye gazeti hilo la The Star asubuhi ya leo. Alafu gazeti la Daily Nation wameweza kuangazia raia wawili wa Kenya ambao walizuiliwa kule Uganda wakisimulia masaibu ambayo walipitia. Wameweza kuangazia vile walikamatwa kule Uganda kisha wakapelekwa kambi la jeshi na kule wakazuiliwa kwa siku ishirini na tatu kisha baadaye wakapelekwa kwa nyumba fulani kule Entebbe ambapo pia walizuiliwa. Kwa ujumla walizuiliwa kule Uganda kwa siku thelathini na nane ambapo anasema kwamba walikuwa wamepigwa pingu na pia kuteswa na pia kuweza kuulizwa maswali hapa na pale kuhusu ziara yao kule nchini Uganda. Hawa ni wanaharakati wawili eh, Bob Njagi na Nicholas Oyo ambao wameweza kuangazia masaibu ambayo alipitia pale. Eh, kumbuka Rais Yoweri Museveni aliweza kukiri kwamba ni kweli kwa umezuiliwa umezuia hawa Wakenya wawili eh, kule Uganda, na wanasema madai ilikuwa wakishuku kwamba huenda ni wataalamu wa fujo ama uh, experts kulingana na vile Museveni alinukuliwa pale. Na gazeti the Standard pia wameangazia habari, lakini wameweza kumulika waziri wa Foreign Affairs Bwana Musalia Mudavadi akisema kwamba hajakuwa mstari wa mbele kutetea Wakenya ambao wananyanyaswa katika nchi za kigeni, haswa nchi jirani kama Tanzania, pamoja pia na nchi ya Uganda ameweza kuangazia kwamba Uh, serikali haijakuwa edi, mkakamavu ya kuweza kufuatilia uh, vipi Wakenya wanateswa katika hizi nchi za kigeni. Wamemulika sasa Tanzania kuhusu uh, uh, mwalimu mmoja ambaye aliuawa pale, na inasemekana kwamba hadi wa leo mili yake ama mwili wake ujulikani iliko, na kuna Mkenya mwingine ambayo pia inasemekana kwamba aliuawa katika hio vurugu ya Tanzania na hata leo hawajaweza kujua mwili iko wapi, lakini kuna wale ambao walikuwa wamezuiliwa, wengine wameachiliwa, lakini kuna wengine ambao bado wako korokoroni na serikali imesema hapo jana kwamba wanafuatilia kuweza kupata kwamba Wakenya wameweza